Kiungulia ni nini? Kiungulia ni hali ya kuhisi moto au maumivu yanayochoma kwenye kifua au koo hasa baada ya kula. Hali hii hutokea pale tindikali ya tumbo inapopanda juu kwenye umio esophagus, kutokana na kudhoofika kwa misuli inayofunga kati ya tumbo na umio. Kiungulia ni dalili ya ugonjwa wa asidi ya tumbo kurudi juu acid reflux, au ugonjwa wa gastroesophageal reflux disease malbihide. iwapo hutokea mara kwa mara. Kwa wanawake wajawazito kiungulia ni tatizo la kawaida hasa katika miezi ya mwisho ya ujauzito. Ingawa ni hali isiyo hatari, inaweza kuwa kero kubwa kwa mjamzito, ikimfanya ahisi usumbufu na kushindwa kula vizuri. Sababu za kiungulia kwa wajawazito. Wanawake wajawazito hupata kiungulia kwa sababu mbalimbali zinazohusiana na mabadiliko ya mwili na homoni. Sababu kuu ni hizi: Moja, mabadiliko ya homoni progesterone. Wakati wa ujauzito Mwili wa mwanamke huzalisha kiwango kikubwa cha homoni inayoitwa progesterone. Homoni hii husaidia kulegeza misuli ya mfuko wa uzazi ili kuruhusu mtoto kukua. Hata hivyo, progesterone pia hulegeza misuli ya mrija wa chakula esophagus, hasa misuli inayofunga kati ya tumbo na umio. Hii inasababisha asidi ya tumbo kurudi juu kwenye umio na kusababisha kiungulia. Mbili, ukuaji wa uterasi na mfinyano wa tumbo. Kadri ujauzito unavyoendelea, mtoto anapokuwa mfuko wa uzazi uterasi huongezeka na kuchukua nafasi zaidi tumboni. Ukuaji huu huweka shinikizo kwenye tumbo na kusababisha asidi ya tumbo kusukumwa juu kwenye umio, hivyo kuongeza uwezekano wa kupata kiungulia. Tatu, kubadilika kwa mfumo wa kumeng'enya chakula. Wakati wa ujauzito mwili wa mwanamke hupunguza kasi ya kumeng'enya chakula ili kuhakikisha virutubisho vinafyonzwa vizuri kwa ajili ya mtoto. Hii inamaanisha chakula hukaa tumboni kwa muda mrefu na kuongeza uwezekano wa asidi ya tumbo kurudi kwenye umio. Nne, kula chakula kingi kwa wakati mmoja. Kutokana na nafasi ndogo inayopatikana tumboni, kula chakula kingi kwa wakati mmoja kunaweza kusababisha tumbo litanuke zaidi na kuongeza shinikizo linalosukuma asidi ya tumbo kurudi juu. Tano, kulala au kuingia kitandani mara baada ya kula. Kulala muda mfupi baada ya kula kunaweza kusababisha asidi ya tumbo kupanda kwenye umio kwani mkao wa kulala hurahisisha tindikali kusafiri kutoka tumboni hadi mdomoni. Sita, kula vyakula vinavyoongeza asidi. Baadhi ya vyakula na vinywaji huongeza uzalishaji wa asidi tumboni na kufanya kiungulia kuwa kibaya zaidi. Vyakula kama vile vyenye mafuta mengi, viungo vikali, kahawa, pombe na vyakula vya tindikali kama nyanya na machungwa vinaweza kusababisha kiungulia. Saba, uzito kupita kiasi. Wanawake wenye uzito mkubwa au wanaoongezeka uzito kwa haraka zaidi wakati wa ujauzito wanaweza kuwa na shinikizo zaidi kwenye tumbo, hivyo kuongeza nafasi ya kupata kiungulia. Tiba mbadala ya kiungulia kwa wajawazito na watu wengine wanaokumbwa na tatizo la kiungulia. Tiba mbadala zinaweza kusaidia kupunguza dalili bila kutumia dawa za hospitalini. Tiba hizi ni za asili zinazotumia mimea, lishe na mabadiliko ya mtindo wa maisha ili kudhibiti asidi ya tumbo. Moja, Kunywa maziwa au mtindi. Maziwa baridi yanaweza kusaidia kupunguza kiungulia kwa muda, kwa sababu yana kalsiamu inayosaidia kupunguza asidi tumboni. Pia mtindi una probiotics ambazo husaidia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupunguza uwezekano wa asidi kupanda kwenye umio. Jinsi ya kutumia: kunywa kikombe kimoja cha maziwa baridi unapohisi kiungulia. Kula mtindi mara moja au mbili kwa siku ili kusaidia usagaji wa chakula. Mbili, tangawizi. Tangawizi ni tiba ya asili inayotumika kutuliza matatizo ya mmeng'enyo wa chakula ikiwa ni pamoja na kiungulia. Ina uwezo wa kupunguza asidi tumboni na kusaidia mmeng'enyo wa chakula kuwa bora. Jinsi ya kutumia: chemsha vipande viwili au vitatu vya tangawizi kwenye kikombe cha maji kwa dakika kumi, kisha kunywa chai hiyo. Unaweza kuongeza asali kidogo kwa ladha na faida ya ziada. Kula kipande kidogo cha tangawizi mbichi baada ya kula chakula ili kusaidia usagaji wa chakula. Tatu. Maji yenye limao. Ingawa limao ni tindikali, linaweza kusaidia kurekebisha pH ya mwili na kupunguza asidi tumboni pindi linapotumiwa kwa kiasi kidogo. Jinsi ya kutumia: weka matone machache ya maji ya limao kwenye kikombe cha maji vuguvugu vugu na kunywa dakika 30 kabla ya kula chakula. Usitumie limao kwa wingi, kwani linaweza kuongeza asidi ikiwa litatumiwa kupita kiasi 4. Baking soda. Sodium bicarbonate. Baking soda inaweza kusaidia kupunguza kiungulia kwa sababu ina alkali inayosaidia kupunguza asidi tumboni haraka. Jinsi ya kutumia: changanya kijiko kimoja cha chai cha baking soda kwenye glasi ya maji na unywe polepole. Usitumie mara kwa mara, kwani matumizi ya muda mrefu yanaweza kusababisha matatizo mengine kama uvimbe wa mwili kutokana na sodium nyingi. 5. apple cider vinegar. siki ya tufaha. Ingawa ni tindikali, apple cider vinegar inasaidia kuweka uwiano wa tindikali tumboni na kuboresha usagaji wa chakula. Jinsi ya kutumia: changanya kijiko kimoja cha chai cha apple cider vinegar kwenye glasi ya maji na unywe kabla ya kula chakula. Usitumie kwa wingi ili kuepuka madhara ya kuongeza asidi zaidi tumboni. Six, Aloe vera. Aloe vera ni mmea unaojulikana kwa uwezo wake wa kutuliza mwili na kupunguza uvimbe, ikiwa ni pamoja na kuponya mfumo wa usagaji wa chakula. Jinsi ya kutumia Kunywa nusu kikombe cha juisi ya alovera kabla ya kabla kula chakula. Hakikisha unatumia juisi ya alovera isiyo na laxatives, madawa ya kuharisha kwani baadhi ya aina zinaweza kusababisha kuharisha. Saba, kunywa maji ya nazi. Maji ya nazi yana asili ya alkali, hivyo yanaweza kusaidia kupunguza asidi tumboni na kupunguza kiungulia. Jinsi ya kutumia, kunywa maji ya nazi mara moja au mbili kwa siku ili kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Nane, kutafuna bazil au majani ya mdalasini. Majani haya yana uwezo wa kupunguza gesi tumboni na kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Jinsi ya kutumia, tafuna majani machache ya basil au mdalasini baada ya kula chakula. Unaweza pia kutengeneza chai ya basil au mdalasini na kunywa mara moja kwa siku. Tisa, kufanya mazoezi mepepesi baada ya kula chakula. Kufanya matembezi madogo badala ya kulala huweza kusaidia chakula kushuka vizuri na kupunguza kiungulia. Jinsi ya kufanya, tembea kwa dakika kumi kumi na tano baada ya kula badala ya kulala. Epuka mazoezi mazito baada ya kula, kwani yanaweza kusababisha asidi kupanda juu. Kumi, kupunguza mfadhaiko, stress. Mfadhaiko unaweza kuongeza uzalishaji wa asidi tumboni, hivyo kuongeza hatari ya kupata kiungulia. Njia za kupunguza mfadhaiko ni pamoja na mstari wa Kupumzika na kufanya mazoezi ya kupumua, kufanya yoga au kutafakari, kusikiliza muziki wa kutuliza akili, mtindo wa maisha wa kupunguza kiungulia, kubadili mtindo wa maisha kunaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza kiungulia kwa wajawazito na watu wengine. Badala ya kutegemea dawa, kufanya mabadiliko madogo kwenye lishe, ratiba ya kula na mazoea ya kila siku kunaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha asidi tumboni na kupunguza usumbufu unaotokana na kiungulia. Moja, kula kwa mpangilio sahihi. Mlo na jinsi unavyokula ni moja ya mambo muhimu katika kudhibiti kiungulia. Jinsi ya kula ili kuepuka kiungulia: kula mlo mdogo mara kwa mara. Badala ya kula milo mikubwa mitatu kwa siku, kula milo midogo mara tano au sita. Hii husaidia kupunguza shinikizo tumboni na kuzuia asidi kupanda juu kwenye umio. Kula taratibu na kutafuna vizuri. Haraka unapokula ndivyo tumbo linavyozalisha asidi zaidi. Tafuna chakula vizuri na kula kwa utulivu, ili kusaidia mmengenywa wa chakula kuwa mzuri. Epuka kula usiku sana. Usile chakula kizito ndani ya saa mbili hadi tatu kabla ya kulala. Chakula kinapaswa kuwa kimekwisha mmeng'enywa, ili kupunguza uwezekano wa asidi kupanda kwenye umio. Epuka kulala mara baada ya kula. Kaa wima kwa angalau saa mbili baada ya kula, ili kuzuia tindikali kurudi kwenye umio. mbili. Kuchagua vyakula vyenye athari chache kwenye asidi ya tumbo. Baadhi ya vyakula vinaweza kuongeza kiungulia wakati vingine husaidia kupunguza tatizo hilo. Vyakula vya kuepuka: vyakula vya mafuta mengi kama chipsi, vyakula vya kukaanga na jibini nyingi. Vyakula vyenye viungo vikali kama pilipili, siki na vitunguu. Vyakula vya tindikali kama nyanya, machungwa, ndimu na matunda yenye uchachu mwingi. Vinywaji vyenye kafeini kama kahawa, chai kali na soda za kola. Pombe na sigara kwa wale wanaovuta. Chokoleti ina kafeini na inaweza kulegeza misuli inayozuia asidi kupanda kwenye umio. Vyakula vinavyosaidia kupunguza kiungulia. Maziwa baridi na mtindi husaidia kupunguza asidi tumboni. Ndizi ina alkali inayosaidia kusawazisha tindikali tumboni. Viazi vya kuchemsha au kuoka ni chakula chepesi kinachosaidia kupunguza kiungulia. Uji wa nafaka, oats, husaidia kunyonya tindikali tumboni. Mboga za majani kama spinachi, kabeji na brokoli hazina asidi na husaidia mmeng'enyo wa chakula. Maji ya nazi husaidia kuweka uwiano mzuri wa tindikali tumboni. Tatu, kuepuka mavazi yanayobana tumboni. Nguo zinazobana sana kwenye tumbo zinaweza kusababisha shinikizo zaidi, ambalo linaweza kusababisha asidi ya tumbo kupanda kwenye umio. Inashauriwa kuvaa mavazi yaliyolegea ili kupunguza msukumo tumboni. Nne, kupunguza mfadhaiko na msongo wa mawazo. Mfadhaiko unaweza kuongeza uzalishaji wa asidi tumboni hivyo kuongeza uwezekano wa kupata kiungulia. Njia bora za kupunguza mfadhaiko ni pamoja na mstari wa kufanya mazoezi ya kupumua kwa utulivu, kujihusisha na shughuli za kutuliza akili kama yoga na kutafakari meditation, kusikiliza muziki wa kupumzisha, kujiepusha na mawazo yanayoweza kuongeza mfadhaiko. Tano, kufanya mazoezi kwa utaratibu. Mazoezi husaidia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupunguza shinikizo tumboni. Hata hivyo mazoezi mazito yanaweza kuongeza shinikizo na kusababisha kiungulia. Mazoezi yanayoshauriwa ni kama mstari wa kutembea kwa dakika kumi na tano thelathini baada ya kula, kufanya mazoezi mepesi kama yoga au kunyoosha mwili, kuepuka kuruka sana au kufanya mazoezi makali mara baada ya kula. Sita, kulala kwa mtindo sahihi. Njia unayolala inaweza kusaidia kupunguza au kuongeza kiungulia. Tumia mto mto mrefu kuinua kuinua kichwa, kulala kwenye mto wa kuinua kichwa juu kidogo husaidia kuzuia asidi kurudi kwenye umio. Lala kwa ubavu wa kushoto. Tafiti zinaonyesha kuwa kulala kwa upande wa kushoto husaidia kuzuia asidi kurudi kwenye umio kwa sababu mfumo wa meng'enyo wa chakula unafanya kazi vizuri zaidi katika mkao huo. Saba, kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji mara kwa mara husaidia kusafisha umio na kuondoa asidi iliyopanda juu. Kunywa glasi moja ya ya maji asubuhi, kabla ya kula. Epuka kunywa maji mengi sana kwa wakati mmoja badala yake kunywa kidogo kidogo siku nzima. Kunywa maji yenye joto la wastani badala ya maji baridi sana au ya moto. Nane. Kuepuka uvutaji wa sigara na pombe. Sigara na pombe vinaweza kulegeza misuli inayozuia asidi kupanda kwenye umio, hivyo kuongeza tatizo la kiungulia. Kuacha au kupunguza matumizi ya vileo kunaweza kusaidia kudhibiti tatizo la asidi ya tumbo. Matibabu ya kiungulia kwa wajawazito: ikiwa mabadiliko ya lishe na mtindo wa maisha hayasaidii kupunguza kiungulia mjamzito anaweza kuhitaji kutumia dawa maalum hata hivyo ni muhimu kupata ushauri wa daktari kabla ya kutumia dawa yoyote baadhi ya dawa zinazotumika kutibu kiungulia kwa wajawazito ni mstari wa mstari wa au mstari wa auneno si sahihi 1 antacids hizi ni dawa zinazosaidia kupunguza tindikali ya tumbo haraka mfano ni dawa zenye calcium carbonate kama Tums au Rolaids Mbili H mbili Hmbili. Receptor blockers dawa hizi husaidia kupunguza uzalishaji wa asidi tumboni, mfano ni ranitidine Zantac au famotidine, Pepcid. Tatu, proton pump inhibitors. PPIs dawa hizi hupunguza uzalishaji wa asidi kwa kiwango kikubwa zaidi, mfano ni omeprazole au lansoprazole. Hizi hutumika iwapo kiungulia ni sugu. Ni muhimu kuepuka dawa zenye magnesium trisilicate au bicarbonate ya sodium kwani zinaweza kuwa na madhara kwa mjamzito na mtoto. Itimisho. Kiungulia ni tatizo la kawaida kwa wajawazito kutokana na mabadiliko ya homoni na shinikizo la mtoto kwenye tumbo. Ingawa hali hii inaweza kusababisha usumbufu, kuna njia nyingi za kupunguza dalili kwa kutumia lishe bora, mabadiliko ya mtindo wa maisha na dawa salama. Ikiwa kiungulia kinakuwa sugu au kinazidi kuwa kibaya, ni muhimu kumwona daktari kwa matibabu zaidi. Somo hili limeandaliwa na Daktari Chilo.